Watu wengi sana wameiharibu kesho yao na wengine wamestaki kwa jana yao, kwa sababu hawajui umuhimu wa siku ya leo. Hawajui umuhimu wa siku ya leo. Leo inaweza kuwa ya thamani kubwa kwenye maisha yako. Unaitumiaje siku ya leo? Watu wengi sana wameweka, wameweka chumvi nyingi sana kwa siku ya jana, na wamesahau leo jinsi ilivyo na muhimu kwao. Lakini watu wengi pia wanatumaini kubwa sana kuhusu kesho, wakasahau leo. Kama wewe una, una, una una ile kauli inayosema nitafanya nitafanya nitafanya, nisikilize vizuri kwenye somo hili. Watu wengi sana wamejuta kwa sababu hawakuitumia leo yao vizuri. Kuna kitu kinaitwa kuna, kuna Waswahili wanasema, mjukuu, eh, eh, majuto ni mjukuu <laughs> majuto ni mjukuu. Yaani kuna mtoto ambaye anamzaa mtu anaitwa majuto mjukuu. Maana yake ni mtoto wa mtoto wako. Kuna mtoto ukimlea atakuzalia mjukuu, anaitwa majuto. Na huyo mjukuu anaitwa majuto, anazaliwa na mtoto anaitwa kudhalau. Kudhalau leo, kutoiona leo ina muhimu kutoona leo ina jambo la muhimu sana. Unasema nitafanya nitafanya, alafu ukisha, ukisha pita sasa, unasema ningejua. Tayari ukishaanza kusema ningejua ningejua, tayari umeshaanza kulea mjukuu anaitwa majuto. Watu huumba maendeleo katika maisha yao kwa kuiangalia leo. Watu huumba maendeleo katika maisha yao kwa kuiangalia leo. Inaweza ikasikika kama kitu cha kawaida sana. Lakini leo ndio muda pekee ulionao. Imekuwa umechelewa sana kwa jana. Umeshachelewa sana kuhusu jana. Jana ilisha iliishia usiku uliopita. Yaani, huwezi tena kufanya kitu chochote ambacho nitakiwa kukifanya jana. Ulipo ulipolala asubuhi, tayari jana imeisha. Maanake huwezi kufanya kitu kingine, lakini pia huwezi kuitegemea kesho, kwa sababu hujui kesho nini kitatokea, ina mambo gani kesho, huwezi kujua.